Shukran mtazamaji kwa kuendelea kutazama Darubini. na wamiliki wa biashara kwenye jumba la Prime Cleanshine karibu na uwanja wa Nyayo wanakadiria hasara kubwa baada ya matingatinga yakisimamiwa na zaidi ya maafisa elfu mbili wa polisi kubomoa jumba hilo mapema leo asubuhi. Inadaiwa kwamba mali hiyo inahusishwa na gavana wa kaunti ya Kiambu, Kimani Wamatangi. Ubomoaji huo ulianza mwendo wa saa tisa usiku huku maduka na bidhaa za mamilioni ya pesa zikiharibiwa. Wafuasi wa gavana huyo wameshtumu shughuli hiyo wakiitaja kuwa imechochewa kisiasa, huku wafanyabiashara walioathirika wakitoa wito kwa serikali kuingilia kati. Riziki za wengi ziliharibiwa huku wafanyabiashara ndogo ndogo wakiathirika pakubwa.